Ya kwenda kufahamishwa na Ben Kirui. Tunaarifiwa kwamba mwanaharakati wa Kenya Boniface Mwangi bado anazuiliwa na maafisa wa polisi nchini Tanzania. Inaarifiwa kwamba Mwangi anatarajiwa kurejeshwa humo nchini, hatma iliyowasibu wanaharakati na mawakili sita wa Kenya walioingia nchini humo kusimami, kusimama na kiongozi wa upinzani Tundu Lissu. Haya yanajiri huku wanaharakati nchini Kenya wakiandamana hii leo, wakikashifu hatua ya rais wa Tanzania Samia Suluhu ya kuwanyima Wakenya kibali kuingia nchini humo kama anavyotueleza mwanahabari wetu Emmanuel. Mwanaharakati huyo ambaye alikamatwa na kuzuiliwa kwa zaidi ya saa 24 sasa bado yuko chini ya himaya ya maafisa wa polisi wa Tanzania, maafisa hao wakiendelea kutafuta suluhu ya kudumu kuhusu hatima yake, duru zikiarifu anatafutiwa ndege ya kuabiri kurejeshwa nchini Kenya Kulingana na baadhi ya wakenya sita waliofurushwa Jumapili na Jumatatu, Mwangi atazuiwa hadi muda wa kuabiri ndege ya Kenya Airways na kurejeshwa Nairobi. Mwanaharakati mwingine raia wa Uganda, Agatha Tuhaire, pia anaripotiwa kuzuiliwa na mamlaka ya Tanzania. Hata hivyo, asasi za usalama za Tanzania zimesalia kimya kuhusu hali ya Mwangi, rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan akisimama kidete na kuapa kuzuia watovu wa nidhamu wa Kenya kukanyaga Tanzania najiri huku maafisa wa jeshi la polisi la Tanzania wakianzisha msako na uchunguzi kubaini nani aliyehusika na udukuzi wa mtandao wao wa X jumanne asubuhi. Wa kupitia kwa ujumbe kwa vyombo vya habari, idara hiyo ya polisi ilisema ni kinukuu, tunawaomba wananchi wazipuuze taarifa hizo na kuepuka kuendelea kuzisambaza endapo zitakufikia. Mdukuzi alichapisha taarifa kadhaa za kupotosha kuhusu afya ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Hayo yanajiri huku kundi la wanaharakati hapa Kenya likizamia hatua ya Rais Samia kuwafurusha wenzao. Taarifa sawia ikitoka mjini Mombasa, wanaharakati wakidai mawingu ya kiimla yameanza kutanda katika kanda ya afrika mashariki. Lakini leo hii yeye kutoa matamshi kama yale ya kufakaranisha na kuweza kutenganisha watu ni jambo la aibu. Tiyote, tunasema, mama suluhu. Badilika badilika, uishi Tanzania. lazima ichange Tanzania. Inajulikana kwa masuala ya kusaidia South Africa kwa masuala ya kupata uhuru kule. Emmanuel Toruninga ya Citizen Nairobi.